Shekhi Ramadhani elimu yake inakwenda mpaka kwa nani? Kuna watu wajua, pengine inaishia kama kama ulivyosema tu, pengine inaishia hapo, inaishia hapo. Sasa Shekhi Ramadhani elimu yake inakwenda mpaka kwa nani? Tueleze kwa upana wake kidogo hapo. Niakumbuke maneno ya Muhammad bin Sirin, mmoja kati ya wanachuoni waliosoma kwa maswahaba, alikuwa anasema ya ilamu anna hadha lilma li dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum. Fahamuni anna hadha lilma dinun, ilmu ndio dini. Fandhuru amman takhuduna dinakum, tizameni kwa nani mnachukua dini yenu, elimu ndio dini. sasa kwa mtu gani mnachukua elimu yenu. Sheikh Ramadhani elimu ya elimu yake ni silsilatu dhahabia, sanadi yake ya ilimu ni silsilatu dhahabia, cheni ya dhahabu kwa mwenyewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake amelelewa pale kwa alhabib Ali Sharif. Ali ni mjukuu wa 35 kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa 35 kutoka kwa bwana mkuu wa mtume Muhammad. Ali ibn Ahmad Ahmad Badawi ni mjukuu wa 34, ambaye baba yake ni Habib Saleh Jamalulay, mjukuu wa 32. Habib Saleh amezaliwa na asaid

Tajia silsila yake mpaka kwa bwana mkubwa Mtume Muhammad. Ukifika kwa Mtume Muhammad elimu yake inakwenda ila Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril kwa Allah tabaraka wa taala. Elimu hapa tumeitoa kwa, kwa sheh Ramadhani kwa Ali Badawi, tumekwenda kwa bwana mkubwa Mtume Muhammad kwa Sayyidina Jibril kwa Allah, ya'lamu anna hadha li'ilma fandhuruu amma taahudhuna dinaku. Na ndo utaona elimu yake imekuwa na baraka, imekuwa na kabulin, imekuwa na kueleweka, kwa sababu yeye mwenyewe ameichukua kwenye mikono salama, kwenye vyombo salama na akaisomesha na mimi, alhamdulillah, ni moja kati ya watu waliolelewa katika mikono ya wa Sheikh Ramadhan kwa miaka minne. Nikukumbusha